Uh, karibuni sana Kingo Farm. Sasa leo hii nataka twende kwa ufupi na kwa kueleweka. Ninataka nikupe maelekezo muhimu kabisa, mwongozo muhimu kabisa wa namna ambavyo unaweza ukawapa chanjo kuku wako ili usiweze kukosea, nisikilize vizuri, na kila nitakachokuelekeza hapa ukifuate kama kilivyo e, pindi ambapo unakuwa unawapa chanjo A, kabisa, itaaza, e, kuku wako ili usikosee. Kwanza kabisa, nitaaza kukupa orodha ya chanjo muhimu ambazo inatakiwa wape kuku. Kwanza kabisa, kuna chanjo ya Malex ambayo inatibu ugonjwa wa Malex. Uh, pili, kuna chanjo ya Newcastle ambayo inatibu ugonjwa wa kideli au mdondo mdondo. Tatu, uh, kuna chanjo ya gumboro ambayo inatibu ugonjwa wa gumboro. Uh, nne, kuna chanjo ya ndui. Eh, hiyo ni, ni chanjo pia huwa tunawapa kuku. Na tano, ni chanjo hii sio chanjo, tuseme kama vile ni dawa, ni dawa ya kutibu ugonjwa wa minyoo. Eh, huwa wanapewa Uh, kuku lakini pia kuna chanjo ambazo huwa wanapewa special kuku ambao wanataga, e, kabla hawajaanza kutaga kuna chanjo huwa wanapewa hizo. Hapa sitazizungumzia sana, nikipata muda mwingine nitazizungumzia kwa undani zaidi. Sasa, baada ya kukutajia chanjo muhimu ambazo inatakiwa wape kuku, hapa ninakwenda pia kukutajia, e, ni muda gani inatakiwa kuku wapewe chanjo. Kwanza kabisa hizi e, easy... Hizi chanjo tatu, unamaanisha chanjo ya Malex, chanjo ya E, kideli na chanjo ya gumboro na ndui ni chanjo nne. Inatakiwa kuku wapewe kabla hawajafikisha siku 45. Pale ndipo chanjo ambapo zinafanya vizuri kazi kwenye mwili wao, yani ni kama vile binadamu e, kuna chanjo zile ambazo wanapewa wakiwa watoto wadogo. Ukiwa mkubwa hata wakikupatia inakuwa ikusaidii. Ndio, na kuku ni hivyo hivyo. Hizi chanjo ni muhimu sana wakapewa wakiwa bado wadogo, na muda sahihi wa kuwapatia kuku siku ya kwanza wakitoka kutotolewa kuku inatakiwa wapewe e, chanjo ya Malex. Hii chanjo ya Malex mara nyingi sana huwa inatolewa viwandani. Yaani kwa mfano kule ambako wanatotolesha vifaa... Ndio unakuta wanaitoa. Na kwa mfano kama unatotolesha wewe mwenyewe kidogo ni gharama kubwa sana kuweza kuwapatia hii chanjo. Ndio maana wao, tunashauri unaweza ukatumia chanjo za asili kama ambavyo tumeziandika kwenye baadhi ya vitabu vyetu ili uweze kuwakinga kuku na huo ugonjwa. Ugonjwa wa Marex, kama huujui, ni ugonjwa ambao wakukakamaa viungo vya mwili. Kama umeshawahi kuona umeingiza kuku wapo vizuri, lakini inafikia pahala wanakuwa wanashindwa kutembea, wamekunja miguu imekakamaa, basi ujue huo ni ugonjwa wa Marex. Lakini pia siku ya saba e, kuku wao wa wanapewa ugonjwa wa Newcastle. Newcastle tunaita kideri au kuna wengine wanaita mdondo. Hiyo chanjo huwa wanapewa siku ya saba. Siku ya kumi na nne huwa wanapewa ugonjwa wa Gumboro. Kama hujui eh, vizuri ugonjwa wa Gumboro, ugonjwa wa Gumboro ni muharo mweupe. Kuna miharo mweupe ina ashiria ya ugonjwa eh, tofauti tofauti, lakini upo wenyewe unakuwa mweupe kama kamasi hivi Um, huo ndio ni ugonjwa wa, wa, wa Gumboro kwa hiyo huwa tunawapa chanjo siku ya 14 siku ya 21 huwa tunarudia chanjo ya yani Newcastle na siku ya 28 tunarudia chanjo ya Gumboro siku ya 35 tunawapa chanjo ya ndui e, ndio maana unakuta kwamba hapo e, tunakuwa tumekamilisha hizi chanjo zote nne chini ya siku 45 kama unapata dharura yoyote kuku labda walikuwa wagonjwa ukashindwa kuwachoma chanjo, ukasogeza siku mbele, hakikisha siku zako unavyosogeza mbele, kwanza kati ya chanjo moja na chanjo nyingine zipishane siku alau, alafu pia zisizidi, yani zile chanjo zisizidi siku ya 45, yani usije ukazifanya hizi chanjo ambazo nimekutajia hapa baada ya siku ya 45 tano. Ah, chanjo nyingi ambazo tunazitumia sisi huwa zinawekwa kwenye vichupa kama hivi. Hapa ninataka nikuelekeze vitu muhimu sana unapopewa chanjo vya kuvisoma na kuvizingatia. Kwanza kabisa, zingatia chanjo unayopewa imetolewa kwenye barafu, imewekwa kwenye ubaridi. Chanjo huwa haziwekwa kwenye joto, ukiweka tu kwenye joto chanjo inaharibika. Hicho kitu cha kwanza. Kitu cha pili, soma expired date eh, kwenye eneo kama hili hapa unaloliona hapa kwenye hii video, soma hiyo chanjo ina expire ina lini. Lazima ujue, kama unaona ipo nyuma ya tarehe ambazo unainunua basi achana na hiyo chanjo, itakuletea madhara makubwa sana. Aa, jambo la tatu lazima usome hiyo chanjo ni kwa ajili ya kuku wangapi? Ngoja niwaonyeshe sehemu ambapo uh, huwa tunasoma kwenye kichupa hapo chini kabisa, hapo uh, umeona hapo umeonao, kwa mfano ameandika 200 doses. Hii inamaanisha hii ni chanjo kwa ajili ya kuku 200. Hii inaashiria kwamba chanjo yako unakwenda kuchanganya na maji kiasi gani. Yawezekana hata uh, una kuku watano lakini ukapewa hii chanjo, sio kwamba uikatae, hapana. Utakachokifanya wewe inatakiwa ujue kwamba hii chanjo inachanganya na, na, na maji kiasi gani, kiasi gani. Kwa mfano uh, ukiandikiwa 1000 doses Elfu moja doses unachanganya kwenye maji lita ishirini. Ukiandikiwa mia tano doses unachanganya kwenye maji lita kumi. Ukiandikiwa mia mbili doses kama chanjo ambayo umeona hapo nyuma, unachanganya kwenye maji lita tano au lita sita. Kwa hiyo huo ndio utaratibu ambao unachanganya sasa uka usiposoma hapo unaweza ukapewa e, chanjo kwa ajili ya kuku elfu moja, elfu moja doses. Wewe labda ukawa na kuku wako kumi ukachanganya kwenye maji lita mbili au lita tatu utapata madhara. Hata kama una kuku mmoja changanya kwenye maji lita ishirini, kisha ndio umpe kuku wako. Nadhani hapo nimeweka vizuri. Hii ina madhara makubwa sana na imewaletea madhara watu wengi sana. Unaweza ukaona umewapa chanjo kuku wako umewa overdose, siku ya pili hawatembei, hawali, hawafanyi chochote kile. E, ujue kwamba chanjo yako uliovadozi. Uh, maelekezo mengine muhimu kwenye chanjo ya ndui: chanjo ya ndui huwa haichanganywi kwenye maji na kujega, na vichupa viwili kama hivyo ambavyo umeona. Uh, hi, hivi vichupa viwili, kimoja kinakuwa kina kidonge, kingine kinakuwa kina maji maalum kwa ajili ya kuchanganyia hii chanjo. Unavichanganya vyenyewe kama vyenyewe, lakini pia watakupatia sindano ya kuchomea. Uh, mfano hapo unaona hiyo hapo sindano hiyo hapo unachoma kwenye eneo la la bawa hilo la bawa, hapo sehemu e, laini. Ngoja nikuonyeshe picha vizuri, hii hapa utaona vizuri. Umeona hapo hiyo sindano ndio inaenda kutoboa hilo eneo la kwenye bawa. Hakikisha ugusi mshipa wowote ule unapokuwa unachoma hii chanjo. Kwa hiyo utakachokuwa unafanya baada ya kuchanganyia hiyo dawa, unakuwa unachovya kwenye E, hiyo chanjo kisha unakuja kuchoma hili eneo hili hapa hili hapa, nimekuonyesha vizuri hilo eneo. Hapa pana mshipa mmoja waga unapita, hakikisha ugusi huo mshipa huo waga unapitisha damu, kiugusa huo kuku anaweza kalemea mabawa. Kwa hiyo hivyo ndivyo e, chanjo ya ndui inavyotolewa. Ah, hii chanjo kumbuka inatolewa siku ya 35 hadi siku ya 45. Mambo mengine muhimu kabisa kwanza, siku moja kabla hujawapa kuku wako chanjo, hakikisha unawapa maji matupu, maji ambayo hayajachanganywa na vitamini wala dawa yoyote ile, na uhakikishe kuku wako hawaumwi. Ukiona kuku wako ni wagonjwa, basi usiwape chanjo, na kama kuku mmoja ni mgonjwa au mlemavu, anashindwa kutembea, huyo kuku usimpe chanjo. Wakati wa kuwapa chanjo kuku wengine, basi umtenge usimpe chanjo. Aa, lakini pia nikukumbushe tu chanjo waga zinakujega na side effect. Ninapozungumzia side effect, baada ya chanjo unaweza kuona kuku mmoja wa au wawili wanalemaa au wanakufa kabisa. Ndio maana tunaendelea kusisitiza kwamba chanjo ni kitu ambacho kinahitaji umakini sana. Baada ya kuku kufikisha miezi miwili, hakikisha unawapa dawa ya minyoo na dawa nzuri ya minyoo inaitwa ile pale ni dawa nzuri sana kwa ajili ya menyo, na kitu kingine muhimu kabisa ambacho sijakwambia ni kwamba baada ya kufungua chanjo yako na kuiweka kwenye maji sikae zaidi ya masaa mawili. Kikaa zaidi ya hapo chanjo inaharibika unaua. Lakini pia nizungumzie hii chanjo ya tatu moja. Ni chanjo maarufu sana, wafugaji wengi sana huwa wanaitumia hii chanjo. Inamaanisha kwamba ina uwezo wa kukinga magonjwa matatu kwa pamoja, yani itakinga ugonjwa wa mdondo, itakinga ugonjwa wa gumboro, itakinga ugonjwa wa ndui. Ndio maana inaitwa tatu moja na imekuwa ikitumika sana, sana kwa kuku wa kienyeji. Hii chanjo mara nyingi sana wanaona wanatumia wale ambao wame labda umewanunua kuku wamezidi muda wake, ndio unakuja unaitumia hii chanjo. Nina washauri unapotumia chanjo vifaranga, e, tokea wakiwa wadogo wa chanjo ya Newcastle wape chanjo ya Newcastle. Chanjo ya Gumboro wapatie Gumboro. Chanjo ya Ndui wapatie. Kuna maelekezo mengi sana, nikisema nitengeneza video hapa nitatengeneza video ndefu sana. Kwa hiyo ninawashauri tu, mnaweza mkajiunga na kundi la WhatsApp kwa ajili ya kupata maelekezo zaidi kuhusiana na chanjo. Bado vitu vingi sana sijawaelekeza, ili darasa la chanjo ni darasa pana sana, kuna chanjo za asili vitu vingi. Jiunge na darasa letu, au unaweza ukapata vitabu vyetu hivyo hapo. Kujiunga na darasa letu yake ni shilingi elfu nane na kupata e, vitabu vyetu kitabu kimoja tunauza shilingi elfu kumi na ni soft copy na kutumia kwa njia ya WhatsApp. Vitabu ambavyo tunavyo ni hivyo hapo, utajifunza mambo mengi sana.